Wadada Center, nguzo ya familia. Mimi kwa kweli napenda kumshukuru Mungu, nimepata bosi mzuri sana. Ni bosi ambaye anapenda kunielekeza vizuri, ni bosi ambaye afoki ukikosea, anakuita anakuelekeza vizuri tu bila hata wasiwasi wasi. Lakini mimi mara ya kwanza nafika hapa, ni mtu ambaye nilikuwa nishakata tamaa nasema lini nitatimiza ndoto zangu, lini nitakuwa na kitu changu binafsi ambacho ninaweza kushika mimi kama mimi. Lakini nikajipa moyo, nilivyofika hapa nimekaa, nimejifunza, nimepewa bosi. Nilivyofika kwa bosi mara ya kwanza, si unajua ukienda kwenye mazingira tofauti unakuwa na pressure. Sasa wakati ananielekeza vipi tu, akanipa ratiba jinsi ya wiki nzima inavyokwenda, nikawa nasoma mbona kama sielewi. Sasa mimi waga napendaga kutembea na daftari na kalamu, nikachukua ile daftari nikaandika, ikawa kawaida yangu nikiamka asubuhi. Unajua ukiwa na mambo mengi stress nyingi, au umechoka, kwa hiyo kuna vitu vingine unasahau. Kila nikiamka asubuhi lazima niangalie pale kwenye daftari langu, kumbe leo natakiwa kufanya, natakiwa kufanya kitu fulani. Kwa hiyo mpaka sasa nina uwezo wa kupanga ratiba, mimi kama mimi, nina uwezo wa kujiendesha mimi kama mimi. Pia katika mambo ya mapishi, bosi wangu akipika kitu lazima niite, anaambia njoo jikoni kitu hiki unaanza hiki, unaanza hiki, unaanza hiki. Kwa sasa hivi na uwezo wa kupika chakula sawa, nilikuwa napika kawaida, lakini nimeongezeka zaidi na zaidi. Hata upande wa usafi sawa, nilikuwa najua, lakini kuna mtu mwingine anapenda ufanye usafi hivi, anapenda ufanye usafi hivi, kwao anakuwa mabosi tofauti tofauti, na pia kingine ni vizuri kumsikiliza bosi. Ni kitu ambacho kinakujengea ujasiri katika kazi zako. Unafanya kazi zako ukiwa huru, ukiwa na ujasiri. Pia upendo ni kitu cha msingi sana, pia na usikivu, pia na kukubali kurekebishwa bila ubishi. Na pia ukijua kwamba umefanya kosa, umevunja sahani, kikombe, glasi, lazima kwanza, kabla bosi ajaona wewe unatakiwa uwe mtu wa kwanza kuripoti, ndo kitu ambacho nimejifunza, na ndicho kinaendeleza kunipa ujasiri mpaka sasa. Ndo hicho tu yani... Eh, alikuwa na panki sawa, lakini mimi nichopenda, amesema nini jamani? Akila umecheka, ulijua nilichokuwa nakisema eh, yani sisi Watanzania wabishi kweli, tunataka kuishi kama wanyama. Unajua wanyama ndio ambao hawana ratiba, umeelewa? Wadada, wadada yenyewe mnatakiwa mwe mna ratiba, sisi wenyewe tunataka tuwe na ratiba. Ofisi lazima iwe na ratiba. Ratiba maana yake nini? Ratiba lazima ni? una vitu vyako vya kila siku vinavyokuongoza, unatakiwa ufanye nini saa ngapi. Sasa nyinyi mnataka mfanye kazi kimazoea, kama vile kichochenu kinaweza akiwezi, umeelewa? umwezi ndio maana kila siku nawaambia, lazima uwe na ratiba, lazima uwe na sehemu yako ya kuandika vitu kila siku unavyotakiwa kufanya nini kufanya. Mtabaki kila siku, nilisahau samani, nilisahau samani, nilisahau, unaona kama wimbo wa taifa. Tena kwa mishahara mnaolipwa, hicho kitu hakipo tena. Umeelewa? Kwa hiyo ke, miongera, nafikiri wewe umeshagundua njia ya mafanikio ya kwanza kabisa, tena mapema E, te ni mpya lakini hata mimi nawambia sana hapa kuhusu ratiba. Tushazungumza kwenye workshop nyingi kwamba wadada mnatakiwa mtengeneze ratiba. Mlikuwa mnasemaga oh, bosi hana ratiba. Tengeneza wewe. Mabosi tunawaambia lakini na wewe kama yeye hana tengeneza, tengeneza vitu vyako kila siku unatakiwa kufanya. Umeelewa? Ili ujue kila siku kitu gani saa ngapi, usije kila siku nimesahau nimesahau nimesahau. Umeelewa? Inachosha. Umeelewa? Maana na sisi tutaanza kusahau kulipa mishahara. Takubali Sindio? Eti madam, wao kila siku wanasema nimesahau, basi na mimi nitasahau kulipa mshahara, tuone kama kazi itaenda. Nyie kila siku mmesahau mmesahau mmesahau, na sisi mwisho wa mwezi tutasahau, tuone. Simtaruka kwenye simu wadada senta, eh, sijalipwa lakini ausahau namba zetu, si ndio? Haya, eh, mimi nilikuwa nataka niongezee hapa madam. Nadhani tungepata wana, uh, wadada ambao wanaweza kuyatilia maanani mafunzo ambayo tunawapa kwenye mtaala wetu mpya. Yaani ukizingatia, kwanza ameanza kuongea huyu dada, sidhani kama kuna ambacho amekiongea hakipo kwenye mtaala wetu mpya, yaani kuanzia kwenye ku take notes ya vitu akaongea kuwa tayari kurekebishwa, kuripoti vitu vya vya mwajiri wake ikiwa ni moja ya kati ya vitu ambavyo vinaonyesha yeye kukea, kuthamini vitu vya mwajiri. Yaani ni dada ambaye kwa kweli inawezekana alitoka huko alikotoka akiwa kidogo anauelewa fulani, lakini pia ameonyesha kwamba ni mwanafunzi mmoja mzuri sana ambaye yupo tayari kufundishika. Sio tu unajua, kuwa mwanafunzi sio tu lazima wewe umeingia kule kwenye darasani ukafanya na mitihani. Yaani hata huko kwenye kupewa mafunzo, alafu kaona una unayatendea kazi na anafanikiwa katika kuyatendea kazi. Kwa hiyo sisi tunafurahi sana Kemi, kuona kwamba ulipita kwenye trainings zetu na ukaweza kufanikiwa, na hii kwetu sisi ni moja kati ya furaha kubwa, yaani ni matunda ambayo tunatamani yawe kila dada. Yaani hicho alichokizungumza Kemi isiwe tu ni Kemi, iwe ni, ni lugha ambayo tunaweza kuzungumza wadada wote wanaotokea Wadada Center. Yaani ifikie hatua kila dada anayetokea Wadada Center anaweza kuzungumza haya na sio tu kuyazungumza, kuyatekeleza kama ambavyo anayatekeleza dada Kemi. Kwa hiyo tafadhali, ninaomba sana wadada wote ambao mmeweza kuhudhuria hapa na hata wengine ambao watakwenda kusikiliza. Jamani, haya mafunzo tunayoyapatia mahali hapa, mkayafanyie kazi, mkaweze kuyaweka hayo ma, ma, ma, mafunzo kwenye uhalisia, kwenye majukumu yenu. Tuliwaambia huko ndo kwenye kazi ndo field yenyewe, si ndio? Haya, tunaendelea kusikiliza mawazo ya watu wengine.